Kikosi cha Tabora United kinaendelea na mazoezi makali ikiwa maandalizi kabambe kuelekea katika mchezo wa ligi kuu dhidi ya Young Africans ambao utapigwa Aprili mosi mwaka huu pamoja na kombe la Shirikisho ambao wataikaribisha Kagera Sugar Machi 28 katika dimba la Ali Hassan Mwinyi mjini Tabora. Kikosi cha Nyuki Tabora kimeshuhudiwa kikiendelea kujinoa kwenye uwanja wa Tabora Boys chini ya kocha mpya Genesis Magombe mwenye miaka 42 raia wa Zimbabwe. Baada baadhi ya nyota kikosi hicho ikiwemo Ojite Makambo mzee wa kujaza na golikipa Fikiri Bakali wameleza maandalizi yao kuelekea katika ya mchezo huo. Maandalizi yanaendelea vizuri. Sisi kama wachezaji tuna, tuna tumepokea vizuri kocha wetu na tuna tunajua tuna mechi ambao iko hapo Ijumaa, mechi ya, ya FA tutaenda kupambana na kuvuka kitwao inayofuata pia mechi ya ya tarehe moja kwa sasa hivi tunaongelea hiyo mechi ya ya Ijumaa, baada hapo ndo tuta, tutaangalia maandalizi na na mpango wetu kuhusu mechi ya ya tarehe moja. Hiyo mechi ya ya Ijumaa ndo itatusaidia ita pia kuelekea na, na mechi, ya, mechi ya mwezi ya nne. Kwa kwa jumla tuna mechi kama nne ambao zina siku tarehe moja tarehe tano I think. tuna tunasubiri mchezo mgumu na tutapambana tuta mechi baada ya mechi ku, kupata matokeo na ku, kufanya vizuri, kufanya vizuri kwa sababu washabiki wetu wanahitaji hiyo matokeo. Tunakumbuka mechi yetu pia ya, ya, ya mwisho nyumbani tuli, tulitoka tuli na, na ushindi. Tuna imani mechi inayokuja mbili hapo, mechi ya Ijumaa na mechi ya Jumanne itakuwa mechi nzuri na mashabiki yetu watafurahi wata, mechi zote ni muhimu, tukianzia FA tukishinda tunaenda tutahakikisha tunapata matokeo mazuri ili tuweze kukabiliana na mpinzani ambao tutapangwa naye mechi ijayo. Then mechi inayokuja Yanga, mechi ni kubwa na Yanga wana timu nzuri, na tunajiandaa kwa ajili ya kupambana nao, na Mungu akijaalia akituamsha siku hiyo salama, tutapata matokeo inshaallah na ari ipo kwa sababu tunajua tuko na kochi mpya, so naye pia anaingiza mambo yake mapya, so ari iko juu sana, kwa sababu yeye haja, haja jua timu yake ni gani, so kila mmoja anafanya bidii ili makusudi kupata nafasi ya kucheza kwa timu. Naomba sana mashabiki wa Tabora waje kwa wingi watusapoti. Tuna imani kubwa tutawafurahisha, na tunajitolea kwa njia yoyote ili tuweze kupata ushindi nao pia wafurahi.